Majina naitwa Dr. Delilah Charles Kimambo ni mkurugenzi niliyeteuliwa kuiongoza Hospitali ya Taifa Muhimbili. Kwa kweli nimefurahi sana kuja Mloganzila, ni hospitali mojawapo ambayo ni ni, ni ni bora nchini Tanzania, na niwashukuru wote waliokuja na ili wazo la kuwekeza na kutengeneza hospitali bora kama hii. Nimeshukuru kukuta uongozi wa hapa upo imara na ninafurahi sana kwa kazi wanazozifanya ninawapongeza sana. Umefanya mambo makubwa na maendeleo mazuri, hospitali yetu ni nzuri, inatunzwa vizuri na huduma zinaendelea vizuri kwa masaa ishirini na nne. Lakini pia nimekutana na watumiaji wa huduma ambayo ni wagonjwa, wanafurahi sana kupata huduma katika hospitali yetu hii ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Madaktari wapo, wanatoa huduma nzuri za kibingwa kwa hiyo niendelee kuwatia moyo wananchi kuendelea kufika katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Aa, sana sana wale wanaosumbuliwa na matatizo makubwa ya mifupa ya ubongo, tuna mabingwa bobezi kwa ajili ya matatizo yote ya ubongo katika hospitali yetu hii. Tafadhali fika, tutakuhudumia. Tuna wahudumu wazuri waliobobea, tuna madaktari wazuri wapo katika hili eneo karibu utapata huduma, kwa sababu serikali yetu imewekeza hapa kwa ajili ya kumhudumia kila Mtanzania ambaye anahitaji hizi huduma. Usipate hofu, tafadhali fika, utapata utapata huduma. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wa uh, tawi hili la uh, Muhimbili Mloganzila kwa huduma na kwa majitoleo yao ya kufanya kazi kwa bidii, lakini niwaase waendelee kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kuwatia moyo wafanyakazi wa eneo hili kufanya kazi kwa bidii katika kutimiza ile dhana ya hospitali ya taifa, hospitali ya taifa katika kutoa huduma za kibingwa bobezi ambazo wateja hawazipati mahali popote, au wagonjwa hawana uwezo wa kuzipata mahali popote. Lakini pia tutazingatia zipatikane kwa gharama ambazo uh, wananchi wanaweza kuzifikia, na niwasihi wananchi kuendelea kujiunga na bima ya afya, kwa sababu inasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza gharama za matibabu. Matibabu ya kibingwa bobezi ni gali, ni gharama kubwa, hatuwezi kulipa kutoka kwenye mifuko yetu, lakini tukijiunga na bima za afya mbalimbali zilizokuwepo, mbali, mojawapo mfuko wa taifa ya bima ya afya, na kuchagua kifurushi ambacho tunaweza kukilipia, tunaweza kuchangia kwa pamoja na kutoa huduma bora za afya.